Anze na majina yako matatu kwa Tanzania ambao wakufahamu tunaelekea Boxing, Boxing Day baada ya da boxing dabi tunakwendaje safari hii? Aa, kwa majina naitwa Debora George Mwenda aka Bondia Mrembo. Aa, mimi bwana nashukuru kwanza kwa nafasi ambayo nimepata uh, kuonyesha tena kitu ambacho ninacho kwenye, kwenye mchezo huu wa boxing. Nimejiandaa vizuri, nimejiandaa vya kutosha nataka na safari hii nionyeshe watanzania kwamba kwa nini niliamua kuchagua mchezo huu wa boxing niliamua kuchagua mchezo wa boxing kwa sababu mimi na imani na uwezo kufanya, kufanya vizuri hata zaidi ya wanaume kwa hiyo watanzania nawakaribisha sana kuja kuangalia mchezo wangu ni wajiandaa vya kutosha tutarajia ushindi eh, tungependa kujua sasa hivi unaenda kucheza fight ya international na tungefahamu eh, ni kwa mara eh, So, sasa hivi unaenda kucheza uh, fight ya international na safari hii uh, tungependa kujua international hii inakuwa ni fight ya ngapi umeipokeaje na ina nafasi gani kwa upande wako ama kari yako hii ya boxing? Uh, hii ni mechi yangu ya kwanza ya international nimeipokea kwa uzuri na ni kama mwanzo mzuri kwangu kwa sababu target zangu mimi ilikuwa ni kucheza kimataifa. Kwa hiyo uh, kupata nafasi hii ya kucheza mchezo wa kimataifa nimeipokea vizuri na nimeifurahia na nitaifanya vizuri. Mpinzani ambao anaenda kucheza naye anaitwa Mariam Dick kutokea Malawi. Yeye eh, amecheza mechi sawa na wewe, mechi tano, na kwa eh, takwimu za boxreki ana advantage kubwa ya kushinda KO kwa mechi inayofuata, ana advantage ya asilimia mia wewe una asilimia hamsini, huoni kwamba mzani hapo ushakuelemea binti? Hapana, mzani hujanielemea. Unajua boxing uh, ni vile mtu ambavyo kila siku anakuwa, kwa sababu mimi mi toka nilikotoka michangu ya mwisho mpaka sasa hivi nina maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo siamini sana kwenye huo mzani, kwa sababu mzani haupigani. Mwisho wa siku mimi na yeye pale ndio tunaenda kupigana, kwa hiyo sina shaka na hiyo na shaka na hilo wapo ambao eh, walikubeza kwenye fight iliyopita na fight hii inaonekana pia ni kubwa eh, zaidi ya ile iliyopita. Unawaaminisha nini na unawaambia nini pia? Uh, kwanza kabisa sina cha kuaminisha, lakini ninachoombea waje kuangalia fight. Naombea tu mzima, wanapata nafasi waje kuangalia fight, naamini na na hawatanibeza tena, wata, wata, wataweza kujua nini ambacho ninacho na nini ambacho nina kwenye mchezo huu wa boxing. Yes. Baada ya fight hii tutarajie kumwona e, Debora Mwenda akija e, na tukio gani jipya? E, na vipi ambao wale mashabiki zako kindakindaki ambao e, wapo naye bega kwa bega ikitokea e, huku waridhisha, nikimaanisha kama hutofanya vizuri na mechi hii mfululizo inakuwa uh... Sitarajii hicho, kwa hiyo sitaki sana kujua nini kitatokea, kwa sababu sitarajii kupoteza tena. Mashabiki zangu wamekuwa na mimi ba nyakati nyingi, wako na mimi, nikishinda wanafurahi, hivyo nikisikoshinda niki pia, tuko pamoja. Kwa hiyo sitaki kuwaangusha, sitaki kuambia kwamba nitashindwa au nitafanyaje. Hapana, nawaahidi ushindi. Bora ni kukuangalia, kwa appearance inaonekana ushaogopa mechi, unasemaje? Sawa, njoo basi tuziweke hata mimi na yeye no, hapa <laughs> fan Mis, fan ya yako. It's not about fun. <laughs> It's not not about about Si, sina oga na train. mi na train, maisha yangu wote ni, ni training. wt like, kila siku inayopita ina lazima ni train. Kwa niwo na naoga kupigana na kazi yangu kuogopa kwenda kazini. Wapo ambao wanajiuliza huwa Debora huwadebora anajisikiaje? Eh ikitokea e, the way ana train miezi mfano kwenye hii mechi labda miezi mwezi na siku kadhaa deni inatokea kupata matokeo ambayo hayako sawa ama sio mazuri, huwa unayapokeaje? Mara nyingi, kwanza kabisa, yani, nipende kuambia haswa ma, mashabiki zangu, amna mtu ambaye anajisikia vibaya akipoteza zaidi yangu mimi mwenyewe hayupo mtu ambaye ananifikia hiyo stage. Kwa hiyo wao wanavumia hata kwayo, mimi naumia zaidi. Kwa hiyo huwa mimi naumia zaidi kuliko ni mtu yoyote. Ninachopenda kuambia na sio kwenye, kwenye mechi yangu tu, hata kwenye maisha, ikitokea mtu umepoteza, unaumia, una kuna kupoteza, vingiweza kupoteza mzazi, yani chochote kinachohusiana na kupoteza kinaumiza. Mimi huwa naumia uh, lakini inanipa nguvu ya kufanya vizuri zaidi ili siku nyingine nisiumie, Nishinde nifurahie siku mwisho wa siku. Yani hata uongee unavyoongea tunaenda kupigana pale, so mi naamini sana kwenye kuwaonyesha nini nitakachokifanya kuliko ni kwenye kuongea. Kwa hiyo nataka yani muje muone yes. Mkiona yani ukiona kitu unapata yani unaweza kumdifaini -kum -kum -kum -kum -kum mtu kwa maana tofauti tofauti, ukiona jinsi anavyofanya kitu yes. Namkaribisha ugenini ntampokea aje afanye kazi tuje tufanye kazi. Yes. Eh, safari hii tunaelekea kwenye mechi international na mechi iliyopita hatukufanya vizuri. Eh, tungependa kujua kipi ambacho umekiongeza kwenye chakula cha Debora, chumvi, ndimu, ama uliona wapi palipelea, kwa hiyo safari hii umeripea sehemu gani? Ya, nikianzia kwenye mechi ya mwisho, nafikiri wewe mwenyewe Hamadi ni shahidi kwamba mechi aliocheza kabla ya hiyo, ulimuona Debora na mechi aliyocheza iliyoisha umemwona Debora, ulipata majibu kwamba Debora yule na yule, kuna kitu gani kimepungua au kimeongezeka? Ukweli ni kwamba Debora alibadilika, alipigana na watu waliona kasoro ndogo zilitokea, na hatuwezi kusema ni kasoro, kwa sababu kwenye ngumi, ili apatikane mshindi, lazima mwingine akubali matokeo. Kwa alikubali matokeo, lakini tulipigana sehemu ya ushindi, ni sehemu ya majaji, atukubeza, tumekubali, lakini saizi tuna international fighting tunapigana na bondia bora anatoka Malawi. Naposema bora, kwa maana namjua na, na nafahamu uwezo wake. Kwa hiyo sisi pia ni bora, tunataka kuonyesha ubora zaidi ya yeye. Tumejiandaa tulipoishia, tumeongeza sehemu na ya nafasi hii international fight. Ukiangalia eh, kwenye takwimu za box rec mpinzani, unaona ameshaye kucheza na Jessica, na anafahamu na kijua kiwango cha Jessica, na hata Debora pia anakifahamu, ambapo mpinzani alipoteza. Na tungependa kujua nyinyi, eh, kupitia Mtanzania eh, mwenzenu ambaye ameshaye kucheza naye, mtakwendaje siku hiyo eh, ili mradi kuhakikisha wa Tanzania eh, kila ambacho mnawaahidi hapa ndicho ambacho mnaenda kukionyesha. Labda nikwambie tu, sisi jimu yetu huwa iangalie box rec kwa sababu box leko watu wanazitafuta, wanaziweka, wanazituni, zinakuwa mtu ana nyota tatu anabog... lakini uwezo wake nusu nyota. Kwa hiyo tuangalie box leko, sisi tunaangalia uwezo wa mtu na namna gani anacheza, ili tuka tukapigana naye tunatrain, sio kwa sababu ya mtu ya Mariam, tunatrain kwa sababu ya mtu yoyote atakayekuja mbele tupigane naye. Kwa hiyo atohofia rank yake, atohofia alicheza na Jessica Mfinanga alicheza na nani, lakini sisi kucheza kwa yule tunapata picha kwamba kama Jessica amemshinda, sisi hatuwezi sisi ni bora zaidi. Na, e, kocha, kuna wapo ambao wanasema mashabiki wa Debora kwa, e, ama wale ambao huwa wanatizama mechi za Debora wanasema kwa Debora kwenye swala la utulivu, e, baada ya raundi kadhaa mbele huwa anakosa utulivu, e, hali ambayo inakuwa e, inampa disadvantage ya kutofanya vizuri. Kwa hilo kocha mmejipangaje kwenye hii pambano? Pambano la kimataifa e, katika kuhakikisha mnamweka sawa kadri e, raundi zinavyozidi kwenda awe na utulivu ule ule alianza nao. Ni kweli kila mwanadamu ameumbwa tofauti na mwingine. Debora ameumbwa na hasira, hasira yake ni kutaka kupata matokeo. Kwa unajua hasira zinapokuja unaamua, bwana mimi hapa nataka nipigane nipate matokeo. hasira zinamfanya mtu asifanye utulivu. Kwa sisi tutatuliza tempa yake, na akitusikiliza atacheza vizuri. Debora ni bondia bora na mzuri. Kama ulivyoona hiyo kasoro ya hasira. Hasira nafikiri unaelewa. Hasira ni kutaka matokeo Sio kuharibu tena. Kwa hiyo hasira zake zinamsababisha alazimishe kupata matokeo, ila tutamtuliza atulie, kwa ajili ya kupanga mpango vizuri, ili tucheze mechi nzuri, kuonyesha Watanzania. Unawaambia nini mashabiki? Unawaambia nini Watanzania na mpinzani wenu huko aliko hivi sasa? Tulioko mbele hapa sisi ni mabondia kutoka Tanzania, tunaomba sapoti ya watanzania wote kuja kusapoti, kwa sababu leo Debora akishinda, wameshinda watanzania akipigwa Debora, wamepigwa Tanzania. Hii mechi sio ya ndani, ni ya mtu wa ndani na mtu wa nje, hii ni international fight. Kwa tunategemea wa Tanzania wote, tukiondoa ule Dar es Salaam upinzani, lakini sisi saizi tunaenda kutetea taifa. Tukishinda sisi tumechinda kwa ajili ya taifa, kwa tunaomba support yenu, haijalishi Debora alikuwa na, na namna gani kwako. Kwa hiyo leo tunaomba support katika hiyo mechi ya 26, tunaomba tusupportie wote, kwa sababu tukishinda sisi tumeshinda wote. Tunamwambia tu huyo Mariamu nafikiri yeye bondia bora, lakini anapokuja hapa anakuja kutana na, na bora, napakuja, kutuana, mtu bora zaidi yake. Kwa ajiandae kupigana aonyeshe mchezo mzuri, mwisho watu wafurahie ngumi. Tuanze na majina yako matatu, Watanzania wakufahamu. Mnampandisha Debora safari hii, kipi ambacho mnampa ili mnaje aje nacho ee? Baada ya kupanda ulingoni, mnampa nini, neno gani ambao mnampa tukianza na majina? Naitwa Johannes Laurent Mhapa mimi hapa Debora anasema kila siku yani anapopanda ulingoni kila siku anabadilika ya na, yani kila siku ananipa moyo, kwamba kunionyesha kwamba anaweza kufanya zaidi ya kile alichokuwa nakifanya. Kwa hiyo natumaini hata hili pambano linalokuja litakuwepo bora kuliko hayo mengine yaliyopita. Kwa hiyo naakaribisha pia watu wengine, kama mtu ambaye nimemshuhudia Debora akitrain, nimemwona akifanya maandalizi ya hili pambano nawakaribisha kwamba waje wapate burudani ya ngumi, so ngumi kuoneshana mabavu nini, ila burudani, yaani unaangalia unaburudika, yaani kwamba mchezo, yaani unaenjoi, kwa hiyo waje. Bwana, safari hii umesema hapo, umeshaona ama unamwona Debora anavyo train na umeshae kushuhudia mechi zake za mwanzoni. Hizo mechi nyingi zilikuwa ni e, za ndani ya nchi, sasa hivi anacheza ndani, ila anapata mpinzani kutoka nje. Je, unadhani e, Debora ataweza kutoboa kulingana na e, ulivyomwona kuanzia kwenye mechi za nyuma na hadi hivi sasa anavyo train? ndio kwanza kwanza kitu cha kwanza wewe hapo ulivyoniambia hivi kwamba alikuwepo anapigana mechi za ndani, lakini sasa hivi ametoka nje, hiyo pekee inaonyesha kwamba uwezo wake umepanda. Kwao nadhani mpaka kupewa pambano na vitu vingi vinazingatiwa, ni tayari ameshakizi. Kwao ni hapo ni kuja tu kumalizia. Sasa yeye mwenyewe atatuonyesha ulingoni kwamba sasa hivi anakizi kwao kwa... na wakaribisha sana, mje mwone hiyo burudani safi kabisa. KO itakuwa nitafurahia zaidi kuona hiyo, akitoka na ushindi wa KO itakuwa ni nzuri zaidi, lakini mi naamini kwamba atakutoka na ushindi e. Aje taratibu, yani asije hivyo yani, kwa pupa hivyo, yani nimesikia maneno anayoongea, kwa hiyo asije hivyo kwa pupa, aje taratibu, yani ajipange, yani so kinyonge.